Sehemu ya tano: Simba aanza kujua kuoa sio video ya muziki. Ushauri wa James Shija baada ya mwezi mmoja wa ndoa ya Diamond na Zuchu. Ni siku ya Jumapili mchana. Niko zangu nyumbani, napumzika nikiwa na kikombe cha kahawa na kipande cha maandazi. Mara simu yangu inalia, namba ile ile ya ajabu! James: ninacheka kimoyomoyo, aha, hii lazima ni Simba anarudi na update. James: Halo Simba wa ndoa, habari za honeymoon? Diamond: kwa sauti ya kuchoka kidogo, ee kaka James, sijui niite honeymoon au homwa, mambo ni moto kidogo. James: We Simba! Moto upi tena? sio ule wa mapenzi? Diamond: hapana kaka, huu moto ni wa majadiliano makali. Zuchu sasa anataka mimi nipunguze show, nisafiri kidogo, niwe nyumbani mara nyingi. Anasema mapenzi yanahitaji muda. Mimi sasa sijui nifanyeje! James ninacheka aha, sasa unaanza kujua ndoa sio Wasafi Festival ya wiki moja. Hii ni tour ya maisha yote. Diamond anacheka kwa uchungu wa upendo, ni kweli kaka lakini mimi mtu wa muziki, siwezi kukaa kimya. Na Zuchu naye anasema, mapenzi bila muda ni kama nyimbo bila chorus. James. Na ana ukweli kabisa. Unajua nini Simba, mapenzi yanahitaji muda kama nyimbo zinavyohitaji mixing. Ukiwahi kutoka studio kabla ya kuedit vizuri, ngoma inaharibika. Hivyo basi, kaa nyumbani kidogo, mpe muda, muimbieni maisha. Diamond: Sasa kaka, kuna lingine. Zuchu anasema mimi ninajisahau, siwezi kufua, siwezi kupanga godoro, siwezi hata kufunga friji. Anasema mimi nimezoea ma-assistant. James: Ha, ha! <tik> <tik> Simba, kwenye ndoa hakuna personal assistant, kila kitu ni partnership. Kama unataka furaha, jifunze kufua sketi ya ndoa, si jeans za showbiz. Mwanaume wa ndoa anatakiwa awe na talent mbili: moja ya kupenda na nyingine ya kusaidia. Diamond: akiangua kicheko, wee kaka Shija, kweli wewe ni daktari wa mapenzi wa Bongo. Nikimaliza kupika nitakupigia tena, unipe tathmini ya performance yangu ya jikoni. Call. simu ikakatika. James najiambia kimoyomoyo nikiwa napiga sip ya mwisho ya kahawa. Sasa Simba ameanza kujua kuwa ndoa ni muziki wa moyo unaochezwa bila DJ, bila autotune, lakini ukiimbwa kwa upendo unakuwa hiti ya maisha. Heart music. Mwisho wa sehemu ya tano, na mimi James Shija nilitabasamu, nikisema, kazi ya mshauri haishi, maana mapenzi ni kama nyimbo kila siku kuna remix mpya.